Leke kaunti nambari mbili. Gavana wa Kwale Fatuma Achani ameagiza wizara kumi zilizogatuliwa katika serikali za kaunti kutoa kandarasi za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa makundi ya kinamama na vijana. Hii anasema itasaidia kukabiliana ukosefu wa ajira na kupunguza viwango vya umaskini katika kaunti hiyo. umekuwa ukitegemea kilimo, ufugaji, uvuvi na utalii kujikimu kimaisha. Mabadiliko ya tabia nchi yakiathiri pakubwa sekta za kilimo, ufugaji, uvuvi, pamoja na utalii na kupelekea wakazi wake kufanya kazi za kujiungujiko kujikimu. Kina mama na vijana wakikumbwa na changamoto si haba za kiuchumi, licha ya kuwa katika vyama vya akiba na mikopo. Tukaanza na hii kampuni tukapata tenda ya kusupply vya vyakula hivi mboga mboga samaki nyama, kwa kweli hatukupata tabu. Sisi tulikuwa tuna pesa zetu, ambazo ni za vyesele. Walikuwa hawajawezeshwa kuweka records, hicho ndio kitu ambacho tulikiona. Wamama wetu na vijana walikuwa wakijihusisha na biashara. Uh, record keeping kwa wao ilikuwa ni changamoto kubwa. Mtu anafanya biashara, miaka anaenda miaka rudi lakini shida ziko vile vile. Agizo la Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani la kampuni za kinamama na vijana kupewa kandarasi za kutekeleza miradi ya maendeleo katika kaunti hiyo likifungua ukurasa mpya wa kiuchumi kwa kinamama na vijana Kwale tayari kampuni mia tatu za kina mama na vijana zimebuniwa huku kampuni mia moja na tano zikipewa kandarasi ikiwemo ujenzi wa shule za chekechea, zahanati, upanuzi wa mabomba ya maji na uchimbaji wa visima pamoja na usambazaji wa vifaa tofauti vya serikali. Mimi nilima nyimbo yangu huko nikasema, nikasema kina mama vijana waune kampuni ngakwa, eh? Nikasema watu waune kampuni ili tuweze kujiajiri kama vile ambavyo kila mtu amezungumza hapa. Ni kweli hali ya uchumi sasa hivi ni mbaya. Kikundi cha kimaki tulipata milioni eh, tisa na laki saba, na tukaweza kuweka maji. Hivyo nitakuwa si mtu mzuri nisipo kushukuru gavana kwa sababu ya mradi huo. Miongoni mwa kampuni za hivi punde zilizofaidika ni pamoja na kinamama wa Pamvanu Women Investment Company Limited kutoka Vanga Lunga Lunga, waliofaidika na kandarasi ya kusambaza chakula kwa kituo cha urekebishaji wa tabia cha utumizi wa dawa za kulevya cha Kombani. Serikali ya kaunti ya Kwale ikiimiza vikundi vya kinamama na vijana vya akiba ya mikopo kugeuza vikundi vyao kuwa kampuni ili kufanya biashara na serikali na mashirika ya kibinafsi. Lukman Mahmud